Karibu kwenye Typhoon Film TZ. Hapa ndipo simulizi kali, drama zenye kugusa moyo na hadithi za maisha halisi huanzia. Kila simulizi linafunza, kila drama inaacha alama, na sisi tupo hapa kukusimulia. Kabla hujaendelea, tafadhali bonyeza subscribe, like, comment na share ili tuendelee kukuletea visa vipya kila wiki. Kipaji kikiwa na mpango hakikosi mlango. Subscribe kwa mengi zaidi. Sasa Tuanze simulizi letu la leo. Nikukaribishe rasmi kusikiliza stori hii ya Idi Amin Dada iliyojaa mambo mengi ya kushangaza, haswa matendo yake, kujiamini na mengine mengi. Okay, ilikuwa usiku wa tarehe 17 Agosti 1925 katika mji mdogo uliokuwa umefunikwa na ukimya mzito huko Koboko, kaskazini magharibi mwa Uganda, alizaliwa mtoto wa kiume aliyekuja kuitikisa bara zima la Afrika. Idi Amin Dada. Hakuzaliwa kwenye nyumba ya neema wala familia yenye hadhi, alizaliwa katika umasikini, imani za kienyeji na mazingira ya ukatili, bila yeyote kuelewa kwamba mtoto huyu angekuja kuandika historia kwa wino wa damu na woga. Mama yake, Asa Atei, alikuwa mwanamke wa kabila la Kakwa, muamini wa nguvu za waganga wa jadi na mizimu. Kijijini walimuita mama Amin mwanamke jasiri mwenye ulimi mkali na roho ya ajabu. Kulikuwa na fununu kuwa alikuwa mganga wa jadi mwenye uwezo wa kutuliza au kuchochea roho za kale. Baba yake Andi Dada alikuwa mchungaji wa dini ya Kiislamu, lakini pia mtu mkali mwenye hasira za ghafla, asiyetulia na ambaye mara nyingi aliondoka nyumbani kwa miezi bila kujulikana alikokwenda. Huu ulikuwa mwanzo wa maisha ya mvurugo kwa idi Amin. Idi Alikuwa katika mazingira ya migogoro. Mama na baba wakigombana, umaskini uliokithiri na vita za koo zilizokuwa bado hazijamalika. Alikulia kukiona ugumu kama sehemu ya kawaida ya maisha. Kijiji kizima kilishangazwa na jinsi mwili wa Amin ulivyokuwa haraka kuliko watoto wengine. Akiwa na miaka kumi, tayari alikuwa na nguvu zisizo za kawaida. Watoto wenzake walimwogopa kwa sababu aliweza kumshika mtu mmoja kwa mkono mmoja na akamwangusha chini bila kusumbuka. Lakini hatua ya kwanza ya maisha yake haikuwa nguvu, ilikuwa upweke. Idi Amin hakuwa mtoto mchangamfu. Alikuwa na tabia ya kutangatanga peke yake kwenye misitu, akifuatilia wanyama, akijifunza kuwinda na kukaa kimya kwa saa nyingi, kana kwamba alikuwa akizungumza na dunia isiyoonekana. Mama yake alimwambia mara nyingi, Amin, wewe sio mtoto wa kawaida, kuna kivuli kinakufuata. Hakikisha siku moja ulimwengu unakujua. Maneno hayo yalimkalia moyoni. Kwa mara ya kwanza alitamani kuwa mkuu mkubwa mwenye nguvu kuliko wote. Alipofikisha miaka kumi na nne baba yake alitoweka, mama yake alibaki peke yake kulea watoto. Idi Amina akaanza kufanya kazi ndogo ndogo: kubeba maji, kulima mashamba ya watu, kufyeka misitu. Lakini kila alikokwenda alionekana kama mtu anayestahili jambo kubwa zaidi. Ujana wake haukuwa rahisi. Hapo ndipo Uganda ikawa katika kipindi cha misukosuko ya kikoloni, migogoro ya koo na vita za mara kwa mara kati ya makundi ya kijadi. Idi akawa miongoni mwa vijana walioshuhudia ukatili wa mabwana wa kikoloni. Hapo ndani yake kitu kilianza kupanda. Chuki dhidi ya mamlaka na wakati huo huo hamu ya kumiliki mamlaka yale. Akiwa kijana, Idi Amin aligundua kuwa alikuwa na kipaji cha ajabu katika ngumi, mieleka na kuogelea. Kwa miaka mingi aliwika katika mashindano ya kijiji akawa bingwa wa ngumi bila mpinzani. Wamisionari waliowasili kijijini walishangazwa na ukubwa wake na wakamshauri ajiunge na jeshi la Waingereza. Hapo ndipo safari yake halisi ilipoanza. Mwaka 1946 akiwa kijana wa miaka 21, Idi Amin aliingia kwenye King's African Rifles KAR, jeshi lililokuwa chini ya Waingereza. Huku ndiko alikojifunza nidhamu, mbinu za kivita na ukatili ambao baadaye ungekuwa nembo ya utawala wake. Kwa vijana wengi, jeshi lilikuwa kazi ya kawaida. Kwa Idi Amin, jeshi lilikuwa jukwaa la kutafuta nguvu. Kutokana na mwili wake, ujasiri wake na tamaa yake ya kutawala, Amin alipanda vyeo haraka kuliko wanajeshi wengi wazaliwa wa Uganda. Mwaka 1947 alikuwa koporo, 1952 alikuwa sergeant, 1959 akapandishwa kuwa efendi cheo cha zito kuliko askari wa kawaida raia wa Afrika. Waingereza walimpenda kijana huyu kwa sababu moja, aliweza kufanya kazi ambazo wengine waliziogopa. Alitumwa kuongoza operesheni za hatari, kumtafuta mtu popote, kutisha, kuadhibu na mara nyingi alienda zaidi alichoamriwa. Hapo ndipo siri nyingi zilianza kujulikana. Aliwahi kupigana Kenya, kupambana na waasi wa Mau Mau. Aliwahi kuongoza mateso kwa baadhi ya wa Wakikuyu waliotuhumiwa kuwa wanapinduzi baadhi ya ripoti ziliwahi kumshtaki kwa kutumia ukali usiovumilika katika mahojiano ya kijeshi. Waingereza walimpenda kwa uaminifu wake, lakini walimwogopa kwa sababu aliona ndani yake uvuvi wa ukatili. Kwa nje Amin alionekana shujaa, kwa ndani alikuwa mtu anayeanza kujenga ego, ukali na hasira ambayo kamwe haingeweza kurudi nyuma. Uganda ikipopata uhuru mwaka 1962, Amin tayari alikuwa miongoni mwa wanajeshi maarufu nchini. Milton Obote Aliyekuwa anatafuta watu wa kumlinda, alimchagua Amin kuwa mtu wa mkaribu. Alipanda cheo haraka, akawa Deputy Army Commander, kisha Army Commander. Lakini kadri alivyopanda, ndivyo migogoro kati yake na Obote ikaanza kuchemka. Obote alihitaji jeshi, Amin alihitaji madaraka, na wote walijua hilo. Kipindi cha 1960 ngapo 1970 kilikuwa cha giza sana. Kulikuwa na tuhuma za ufisadi, siri za pesa za jeshi, migogoro ndani ya serikali na fitina baina ya Obote na Amin. Obote akawa anampokonya nguvu taratibu. Amin akaanza kujenga uaminifu wa wanajeshi, haswa wale wa kabila lake na kutoka kaskazini mwa Uganda. Aliwapa ahadi, aliwapa matumaini, na aliwapa siri moja kubwa: siku Obote akinikiuka, jeshi litasimama nami. Na hiyo siku haikuchukua muda. Mwezi Januari 1971, Milton Obote alikuwa safarini kushiriki mkutano wa kimataifa jijini Singapore. Hapo ndipo Idi Amin alipoona nafasi ambayo alikuwa ikiitafuta kwa miaka mingi, nafasi ya kuchukua kile alichoamini ni haki yake, madaraka makubwa kuliko mtu yoyote Uganda. Usiku unaofuata magari ya jeshi yalianza kuingia Kampala, kambi ya jeshi ikachukua redio, walinzi wa serikali wakashikwa, na alfajiri ikachomoza juu ya Uganda, ikiwa na sauti mpya hewani: hii ni jeshi la Uganda, serikali ya Milton Obote imeondolewa madarakani. Idi Amin alikuwa ameanza safari ya kuwa miongoni mwa viongozi waliotikisa historia ya Afrika Mashariki. Mwisho wa sehemu ya kwanza, mwanzo wa sehemu ya pili ya stori ya Idi Amin Dada, basi usisahau kusubscribe kwenye chaneli yetu Typhoon Film TZ. Asante.